Kutoka kaunti ya chanzo ya tuelekee kaunti ya Vihiga ambapo wakazi wa soko la Cheptulu na viunga vyake katika eneo bunge la Hamisi kaunti ya Vihiga wanaishi kwa hofu kutokana wa na visa vya mauaji ya wavulana wawili mwishoni mwa juma lililopita, makundi ya wahalifu yanayochipuka eneo hilo yakitajwa kutekeleza mauaji hayo. Ni kama anavyoarifu Shadon Asaholo. na wawili katika kijiji cha Sepala viungani mwa soko la Cheptulu usiku wa Ijumaa wiki jana yameibua taharuki miongoni mwa Mauaji ya wavulana wawili katika kijiji cha Sepala viungani mwa soko la Cheptul usiku wa Ijumaa wiki jana yameibua taharuki miongoni mwa wakazi wanaolalamikia kuzorota kwa usalama. tumeshindwa hata kutembea usiku, ikifika saa kumi na moja tunashindwa. Tutalala vizuri, tuamka asubuhi, tunaona ni uchungu sana, mpaka hata hatuna amani kwa eria yetu. Ilikuwa ndio kama nimekumbusha hapa hivi Jamaa wawili wenye wa, wa najua majirani wa hapa karibu. Ni wakaanza kunifahamia wakanikata wakaninyang'anya nyama yenye nilikuwa nayo nyama tu ndio walikuwa wanataka. Inaripotiwa kwa magenge haya yamechipuka katika wadi za Shiro na Muhudu na kwamba wahusika wanashukiwa kuwa watoto wa kati ya miaka kumi na miaka kumi na nane ambao wamejihami kwa silaha hatari. Walipatikana, mmoja ameuawa katika choo mwingine on Monday tarehe 28 baada ya yeye kupatikana, baada ya hao wengine kupatikana wameuawa pia, yeye akapatikana ameuawa, kwa sababu inaonekana ilikuwa group moja. Sasa huyu mwenye alipatikana on Monday tarehe 28 ameuawa haikujulikana, ya kwamba e, alikuwa ameuawa, kumbe alikuwa amepatikana katika e, shimo fulani karibu na boma lake. Madam Humphreys Makamu Mwenyekiti wa soko la Cheptul anadai hali hii imelazimu wafanyabiashara kufunga biashara zao mapema kwa hofu ya kuvamiwa na magenge hayo. Juhudi zao kupata usaidizi kutoka kwa vitengo vya usalama hazijazaa matunda. Kwa sababu sasa wanabiashara wangu wanaofiwa, wanaofiwa ajui wakati anapofunga biashara yake ni nini ambacho kitafanyika, ama wakati anapokuwa anapo barabarani kuelekea kule nyumbani ni wauni gani ambao atakutana nao. Kule barabarani. So, masaa ya kufungua na kufunga biashara kuna hofu kubwa. hao, hao makundi wa vijana wale ambao wanajiita majina kama M, kama M16 M, M23 sijui ni M20 H23 na M16, waweze kushughulikiwa vilivyo, tujue ni akina nani na viongozi wao ni kina nani, ili viongozi hao waweze kueleza sababu ya kuwatuma watu katika maboma za watu na silaha au katika matanga na silaha. Kadhalika, wakazi wanadai utovu wa usalama umechangiwa na polisi kukosa kushika doria saa za usiku, huku wakiwataka maafisa wa utawala kuhakikisha wanafunzi wenye umri wa kuwa shuleni wanaendeleza masomo yao. Vijana wote wanaoenda shule, wazazi wahakikishe ya kwamba wanatii amri za kuwa katika nyumba zao na wanaelekea shuleni, kwa sababu wengi wa vijana wale waliokuwa katika compound yangu walikuwa vijana ambao wanasoma. Tumeona mwaka huu ituko ya kushangaza wenye wanachiita JNC, JNC wametuangaisha. Mauaji ya wavulana hawa yanajiri mwezi mmoja baada ya bawabu kuuawa kinyama katika soko la Cheptul, sasa wakimtaka Inspekta Jenerali wa polisi Douglas Kanja kuwahamisha maafisa waliohudumu kwa muda mrefu katika kituo cha polisi cha Cheptul. Nikiripotia West TV kutoka soko la Cheptul, eneo bunge la Hamisi.